Baada ajubili ya kutemwa na muungano wa Jubilee, naibu waziri mkuu Musalia Mudavadi sasa anatafuta muungano mbadala licha ya kuwasilisha malalamishi kwa msajili wa vyama kuhusu talaka yake na muungano huo. Mudavadi alihudhuria hafla ya kitamaduni ya jamii y wa Maragoli katika uwanja wa Mbale, ambapo alikiri kuwa amehama muungano wa Jubilee yeye na chama chake cha UDF na sasa yuko kwenye mazungumzo na miungano ya pambazuko inayomhusisha Eugene wa Malwa na ule wa Eagle unaomhusisha Peter Kenneth na Raphael Tuju. Januari karibu daftaehe 4 hivi tutakwenda kule Kasarani na wajumbe wetu karibu elfu 6 tuweze kudeclare candidate wetu, atutangazie running mate wake, atuambie nani atakuwa leader wa majority in parliament na nani atakuwa leader wa majority in the senate na mimi nimefurahi Eugene amekuja hapa and we have agreed kwamba yeye anasafiri Nairobi mimi nasafiri pia we must sit and we must resolve this matter once and for all so that we stand as one wale mafisi wa kisiasa ambao wamekuwa wanafikiria hapa Western utagawanya ng'ombe wengine waende huko waende kwa maji waliwe huko kwa maji, wengine wapande milimani waliwe huko milimani. Sisi leo tumesema tumekuja hapa mbele kusimama na ndugu yangu Musalia. Muungano huo sasa unapania kuipa kivumbi miungano ya Jubilee na CORD katika uchaguzi mkuu ujao. Wamalwa akisema kuwa yuko imara kumuunga mkono Mudavadi iwapo muungano huo wa tatu utaamua apeperushe bendera yao. Viongozi hao wawili wa jamii ya Waluya walisema kuwa mgawanyiko kati ya jamii ya Waluya ndio chanzo cha kutokuwepo kwa ufanisi kisiasa. As a

Haya uh, than... yakiarifiwa waziri mkuu aliwaongoza wana ODM ambao wanashirikishwa na muungano wa Code katika mazungumzo ya faragha, ambapo inakisiwa kuwa mazungumzo hayo ambayo yalifanyika nyumbani kwake katibu mkuu wa Kotu Francis Atwoli huko Huisero yalikuwa ya kutafuta mbinu za kuwaleta Waluya pamoja ili waunge mkono muungano wa Code. Inakisiwa kuwa mazungumzo hayo yaligusia pakubwa mikakati ya uchaguzi na mbinu za kuwarejesha Waluya katika muungano wa kod. <muchos> Waziri wa wanyamapori Noa Wekesa aliwakilisha chama cha Ford Kenya katika mazungumzo hayo. Muungano wa kod unadaiwa kuwacha wazi nafasi ya kinara wa muungano huo bungeni ili kumrai Mudavadi kurejea zizini na kuwaunga mkono. Muungano wa Jubilee nao haujalala Krismasi hii, huku mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto, ambaye ni mgombea mwenza wa Uhuru Kenyatta katika muungano huo, akisalia katika ngome yake huko Eldoret. Ruto na familia yake walizuru kituo cha Eldoret Rescue Center cha familia za wanaorandaranda mitaani, ambapo walitoa misaada ya chakula na nguo. Ruto alichukua nafasi hiyo kuwarai wananchi wadumishe utangamano na kujiepusha na ukabila, ili kupigana na umaskini. Tupanue uchumi wa Kenya, tuondoe umaskini na tuondoe um, ukosefu wa kazi, ndio vijana wetu wapate wajimudu, watoto wao wawasomeshe na iwe ni jukumu letu sisi wote kama Wakenya kuhakikisha ya kwamba watoto wa Kenya hii, bila kujali amezaliwa na nani, bila kujali amezaliwa wapi, watoto wote wa Kenya wapate chakula, wapate masomo, wapate ujuzi na wasaidiane na wenzao katika kujenga Kenya hii. Ruto aliwatahadharisha wananchi dhidi ya kuzua vurugu kwa sababu ya ushindani wa kisiasa kama ilivyoshuhudiwa baada ya uchaguzi uliopita. Faiza Maganga, Citizen Pashi.